Sisi sisi tunaweza kuzana nishati kujihusisha na kusambaza nishati nyingi. Watu wanajulikana kusambaza na umeme, lakini umeme sasa tumemaliza vijiji, ni kwenye kitongoji sasa. Ningeona kwenye nishati sasa, kufikia ni ajenda kuu ya nchi sasa hivi, kutegemea kwa mabaya elfu mbili thelathini na nne asilimia themanini wananchi wanatumia nishati. Sasa kufikia sasa leo tumekuja kuonyesha nishati mbalimbali ambazo wananchi wanaweza kutumia. Tunajaribu kuhama kutoka katika kuni na mkaa, tuanze kutumia nishati safi za kuimarisha afya sana sana za kina mama ambao ndo wanapika sana, wana, wanakuwa wanakuwa wanadhurika na moshi, kuna kutafuta kuni mbali, wanapoteza muda, wengine wanakuwa na nyanyaso jinsi ya kwa. Hapa kuna jiko hili ambalo linatumia umeme, linatumia unit moja kwa saa, kwa mama anaweza kupika kwa chini ya 350 tu, anamaliza hapo. Inawezekana ni bei rahisi sana kuliko hata kuni na mkaa. Kuna majiko mengine hapa ambayo yanatumia kuni na mkaa kwa kiwango kidogo sana. Kwa hiyo kuna wale ambao labda hawawezi kumudu kununua hii, hata kwa nilia kutumia kuni na mkaa, lakini anaweza kutumia hii kwa kiwango kidogo. Nusu ile kuni alikuwa anatumia mwanzo, anatumia nusu yake kupika chakula kile kile. Pia kuna gesi na kuna biogas kwenye taasisi sana sana kwa tunaenda. Lakini hii yote imelenga kumtoa mama kuni kichwani. Tumpe muda afanye mambo mengine ya maendeleo na kukaa na familia yake. Asiwe tu anapika na kuvuta moshi. Ngelenitunizi nishati safi ni kampeni maalum ya mheshimiwa rais Dokta Samia Suluhu Hassan. Lengo kubwa ni kuona inamsababishia mwananchi, mwana mama, zaidi mwanamke aweze kushiriki zaidi kwenye shughuli za kiuchumi, lakini vile vile kulinda afya ya mama huyu ambaye kwa miaka mingi amekuwa kuvuta moshi mwingi sana kutoka kwenye kuni kwenye mikaa. Na kwa wanawake wa mkoa wa Mbeya, nikiwa kama mwakilishi wao, hili zoezi nimelifanya sana. Lengo ni kusapoti jitihada zile za mheshimiwa rais kuhakikisha zinafika kwenye jamii. Kwa mimi niipongeze REA kwa kuweza kufika hapa. Uh, Santilia Jojo, kijiji cha Jojo. Uh, kazi hii ni kazi ya kupigiwa mfano na kupongezwa, kwa sababu mmetoka sasa mijini mnakuja huku nje ya miji kuhakikisha elimu inafikia wengi. Kwa hiyo mimi niseme tuendelee kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kuhakikisha nishati safi ndio inakuwa habari ya mjini. Mheshimiwa Rais amekuwa balozi wa heshima kubwa duniani kuhusiana na masuala ya nishati safi. Mheshimiwa Rais anatamani wananchi wote tuache kutumia nishati chafu. Nishati chafu, chafu ni ile unatumia makuni mengi kwa muda mfupi, moshi mwingi ambao unaenda kuharibu mapafu, unaenda kukupotezea muda, unaenda kuharibu mazingira, unaenda kusababisha watu asini unapotea. Sasa mnaletewa nishati safi. Kuna majiko ya umeme ya mjini hayo siyo, hata jojo <yoyo> inatumika <laughs> na mnaweza lakini, tuna matumizi ya yeah. Majiko rafiki unatumia kuni lakini chache kwa muda mrefu, na unatumia kupika chakula kingi. Kwa hiyo utajikuta kwamba kama ulikuwa unatumia roli zima ya kuni kwa mwezi, unaenda kutumia tu ka sehemu karoli, ambapo roli moja badala ya mwezi unaweza ukatumia hata miezi minne majiko hayo yako hapa <laughs> tembeleeni ama banda, mjifunze bei. Nimesikiliza hakuna yoyo anayeshinda hizo bei, kwa sababu tunalima tunauza. Kama ni swala la msimu wa mauzo ujafika itakuwa ni mwezi wa sita, chukua mawasiliano, ili ukishauza kuje na wewe ubadilishe mfumo wa maisha, uingie kwenye, kwenye matumizi ya nishati safi za kupikia Dr. Samia oye